kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, kwa kuyafanya yale ambayo anayapenda na anayaridhia, kwani hakika lengo la kuumbwa kwetu na kuletwa katika ardhi hii ni kumwabudu Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, na yule ambaye atakuwa ni mwenye kumwabudu Allah subhanahu wa taala atakuwa ni mwenye kufuzu katika maisha ya hapa duniani na kesho akhira, na kila mmoja anatakiwa awe ni mwenye kujitahidi kumcha Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla yeye mwenyewe kwa nafsi yake, pamoja na kuwakumbusha wale ambao wameghafilika na kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Enyi ndugu zangu katika imani, ama khutba yetu ya leo tutakumbushana umuhimu wa tabia njema. Tabia njema katika Uislamu ni jambo ambalo limehimizwa, jambo ambalo ni lenye kujenga mahusiano mema kati yako wewe na jirani zako, kati yako wewe na Waislamu wenzako, kati yako wewe pamoja na wasiokuwa Waislamu. Ukiwa na tabia njema kila mmoja atakupenda kwa tabia zako njema ulizonazo. Bila shaka ukiwa ni mwenye kujipamba kwa tabia njema kila mmoja atakupenda na bila shaka itapendeza dini yako ya Kiislamu kwa sababu ya kuwa kwako na tabia njema. Uislamu unatuhimiza kila mmoja awe ni mwenye kujipamba

tuwe ni wenye kusaidiana katika matendo mema na pia vile vile tuwe ni wenye kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na wala tusiwe ni wenye kusaidiana katika maasia, na wala tusiwe ni wenye kusaidiana katika yale mambo ambayo Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla hayapendi na wala hayaridhii. Tukiwa ni wenye kusaidiana katika utaratibu wa namna hiyo tayari wewe ambaye unamkumbusha mwenzako aliyeghafilika umeipamba nafsi yako na tabia njema, tayari unaitangaza tabia njema hiyo kwa wengine waweze kuitekeleza tabia hiyo. Na bila shaka zitakapopatikana tabia njema kwa watu katika jamii, wakawa ni wenye tabia njema bila shaka na amani itapatikana katika jamii. Amani itapatikana sehemu ambayo wewe unaishi, amani itapatikana katika mkoa, amani itapatikana katika nchi. Kila mmoja akiwa ni mwenye kujipamba na kumuhusia mwenzake kujipamba kwa tabia njema, basi tabia njema hiyo itapelekea amani kuwa ni yenye kupatikana katika nchi. Hakika Uislamu hauhitaji wewe uweze kuleta madhara kwa ndugu yako, bali unatakiwa ulete furaha kwa ndugu yako kwa tabia njema ambayo wewe utakuwa ni mwenye kujipamba nayo, ipelekee kwamba watu ni wenye kupata amani, walio waislamu na wasiokuwa Waislamu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kile ambacho wewe unapenda kukipata basi pia vile vile penda waweze kukipata kitu hicho wenzako. Kama ikiwa wewe unapenda uwe na tabia njema, basi tabia hiyo unapaswa kuwahusia wenzako nao waweze kuwa na tabia njema. Na kama ikiwa wewe huipendi tabia njema, Mtume sallallahu alaihi wasallam anakuhusia ya kwamba wewe unatakiwa ujipambe na tabia njema na wala hakuhusii, kama ikiwa wewe ni mwenye tabia mbaya, basi pia vile vile upende wenzako kuwa na tabia mbaya. Ukifanya hivyo, itakuwa ni nafsi mbaya, nafsi ambayo haipendi kheri katika jamii, nafsi ambayo haipendi kheri katika watu. Enyi ndugu zangu katika imani, ama katika alama kubwa kabisa za imani ni kuonekana mtu ni mwenye tabia njema katika jamii. Kila mmoja atajua kwamba huyu ni mwenye imani iliyokamilika. Na kila mmoja akiwa ni mwenye kujipamba kwa tabia njema, na kila mmoja akawa ni mwenye kujua kwamba ndugu yetu fulani ana tabia njema, basi tayari wewe utakuwa ni mwenye kupendeza katika jamii na kila jamii itapenda kupata ushauri kutoka kwako na kila mmoja atapenda kuwa karibu na wewe. Na ili uweze kuwa katika namna iliyo nzuri na watu wakupende, ili uweze kuonekana ya kwamba wewe ni katika watu walio wema, unatakiwa ujipambe na sifa tatu, kama ambavyo moyo unatakiwa uwe ni wenye kupambwa kwa aina tatu. Aina ya kwanza kabisa qalbun salim, moyo uliosalimika. Unatakiwa ujipambe uwe ni mwenye moyo uliosalimika, na moyo uliosalimika ni ule ambao unampenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na unamtii, unamtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kipindi cha swala wewe unaachana na ulionayo unaachana na biashara zako, unafanya shughuli ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuleta katika ardhi hii. Baada ya kumaliza uendelee na yale ambayo wewe unataka kuyafanya katika maisha yako. Lakini aina ya pili ya moyo ambao utakuwa ni mzuri kabisa, ambao wewe unatakiwa uwe ni mwenye kujipamba, uwe ni mwenye kuwapendelea wenzako kheri ukiwa ni mwenye kuwapendelea kheri, basi bila shaka utakuwa ni mwenye kupendeza katika jamii, bila shaka jamii watakuona kwamba wewe ni katika watu walio wema na kila mmoja atapenda kuwa karibu na wewe. Lakini aina ya pili ya moyo katika aina tatu za moyo, qalbun mayit, ni moyo uliokufa, moyo ambao la yaarifu Rabba, haumjui Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bali unafuata matamanio ya nafsi. Moyo huo unaambiwa ni moyo uliokufa, moyo ambao hautazami kwamba hili ni jema nilifanye na hili ni kheri nilifanye, bali ni moyo ambao unatazama lile ambalo inapenda nafsi yake. Huo ni moyo unaambiwa umekufa, hauna kheri moyo huo. Na ukiwa wewe ni mwenye sifa ya namna hiyo, una moyo wa namna hiyo, unatakiwa ujiepushe na moyo wa namna hiyo. Ni moyo ambao hauna kheri na wala haupendezi katika jamii. Aina ya tatu ya moyo, kalbu mari, moyo ambao hautambui lengo la kuletwa kwake katika ardhi hii, wahuwa hayatun bihi wa hiya illa nao ni ule moyo ambao upo hai lakini ndani yake una ila, una kasoro yaf'alu alkhaira wa sharra, unafanya mema pamoja na maovu. Na hapa ndio sehemu kubwa tupo katika kundi la namna hii, moyo wa aina ya tatu ambao sio moyo mzuri, moyo ambao unafanya kheri na unafanya shari. Hapa una swali unatenda baadhi ya matendo yaliyo mema, lakini baada ya hapo unafanya shari, unafanya maasi, unayafanya yale ambayo Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala hayapendi na wala hayaridhi. Moyo wa namna hii, hakika sio moyo ulio mzuri, na ni moyo ambao Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala anaukataa pale aliposema katika maneno yake matukufu Kalla barana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Moyo huu ni ule ambao umefanya matendo machafu, moyo ambao haukuwa ni wenye kuridhia kuyatenda ambayo Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anayapenda. Kila mmoja anatakiwa aichunguze nafsi yake auchunguze moyo wake vyema, kama ikiwa unatenda mema na maovu unatenda, basi bado moyo huo haujawa moyo ulio sawasawa, haujawa ule moyo ambao utakuwa ni wenye kujipamba na matendo mema, bali ni moyo ambao itakuwa ni wenye kutafautiana na yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala umemwamrisha. Katika dua za wanazuoni ambao wanapenda sana, ilikuwa kusema Rabbana la tuzigh kulubana, e Mola wetu usizipoteze nyoyo zetu. Wanazuoni hao ilikuwa wanapenda kuyasema maneno hayo kwa kujua kwamba moyo ikiwa hujauombea, hujawa ni mwenye kuuongoza vyema, hujawa ni mwenye kuupatiliza, moyo huo unaweza ukawa ni wenye kukuangamiza. Hakika yule ambaye atakuwa ni mwenye kuyafanya matendo mema na anachanganya na maovu, bado inakuwa yale mema anayoyafanya hajayafanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, kwa sababu tunaambiwa inna salata tanha anil fahshai wal munkar, swala inakataza mambo machafu. Kwa nini? ikiwa wewe unatekeleza ibada ya swala lakini bado na maasi unayafanya, maana yake ni dhahiri kabisa kwamba wewe bado hujaswali sawa sawa. Unatakiwa utekeleze ibada ya swala kwa ukamilifu na ujitahidi kujiepusha na yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyakataza. Hakika yule ambaye atakuwa ni mwenye moyo wa namna hiyo kadhalika anatakiwa ajiepushe na yale ambayo yatakuwa ni yenye kuendelea kuudhoofisha moyo wake kuendelea kuufanya moyo huo au ni wenye kumjali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, awe ni mwenye, mwenye kujiepusha na kutazama mambo ambayo yameharamishwa. Vijana leo hii wanatumia sana mitandao kwa ajili ya kuyatazama ambayo ni machafu ndani ya mitandao hiyo. Mitandao alhamdulillah ina mambo yaliyo mazuri. Fuata yale ambayo ni mema yaliyo mazuri, achana na kutazama yale ambayo ni machafu. Lakini utamkuta kijana kwa muda mrefu zaidi anayatazama yale ambayo ni maasi, ni machafu ambayo yeye anaona kwamba yanamburudisha ndani ya nafsi yake, yanafurahisha nyoyo yake. Hakika ukifanya namna hiyo, kule kutazama mambo ambayo ni machafu, annadharu sahamu masmum min sihami Iblis, kutazama ambayo yameharamishwa. Kule kutazama ni kitu ambacho kinapelekea wewe kuweza kuyafanya yale ambayo yameharamishwa, kwa sababu tayari yanapelekea kuufurahisha moyo wako unawezekana ikawa wewe ni mwenye kuyafanya pasi na kujitambua na ukawa ni mwenye kuhamasika kuyafanya hayo maasi. Ndugu zangu katika imani, mambo ambayo yanaharibu moyo kabisa ni kuyatazama mambo ambayo ni machafu, kuyatenda mambo ambayo hayampendezeshi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kila mmoja anatakiwa awe ni mwenye kuisema nafsi yake, awe ni mwenye kuzungumza na nafsi yake awe ni mwenye kujiepusha na mambo ambayo ni machafu ili kuweza kuupamba moyo wake na kujiepusha na yale ambayo Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla hayapendi na wala hayaridhii. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, idha aradta an tadhkura uyuba ghairik, ukitaka kutaja aibu za mwenzako, pengine unaona kwamba kuna mwenzako ana kasoro fulani na wewe unataka kuzungumza kasoro hizo, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema fadhkuru uyuba nafsik, kwanza kumbuka aibu za nafsi yako. Fikiria vyema yale madhaifu ambayo wewe upo nayo ndani ya nafsi yako, jirekebishe wewe mwenyewe nafsi yako, ipatilize wewe mwenyewe kwanza nafsi yako. Ukiwa ni mwenye kuipatiliza nafsi hiyo, tayari unaweza ukawa ni mwenye kumrekebisha mwenzako na kumfahamisha kwamba bwana, una moja, mbili, tatu, jirekebishe na hilo. Baada ya hapo, utakuwa wewe umefanya vyema, kwa sababu hata yule ambayo unamkumbusha kuyatenda yaliyo mema, basi tayari na yeye anaawidhika kuona kwamba wewe mwenyewe tayari unayafanya yaliyo mema na unajiepusha na ambayo ni maovu. wala tabadhu an aurati nisa wala tabathu an aurati ikhwanikum, na wala msiwe ni wenye kupekua pekua aibu za watu, ukawa wewe ni mwenye kupeleleza fulani ana jambo kadhaa, fulani ana aibu kadhaa, usio ni mwenye kupeleleza namna hiyo. Hiyo sio sifa njema ambayo ni yenye kupamba nafsi yako, ili uweze kuupamba moyo wako vyema na nafsi yako iwe njema. Jiepushe na kupatiliza aibu za watu, fadhalika wasfun dhamim. Ukifanya hivyo, wewe utakuwa ni mwenye kujiweka katika nafasi iliyo nzuri, itakuwa wewe umejiweka katika nafasi ambayo ni bora zaidi katika jamii, na kila mmoja ataona kwamba fulani hana tabia ya kufuatilia mambo ya watu. Lakini ikiwa kila jambo ambalo wewe unalisikia unapenda kulizungumza unapenda kulieneza katika jamii, tayari unajiwekea sifa mbaya, sifa ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametukataza pale aliposema, kafa bil mar'i ithman an yuhadditha bikulli ma sami'a, inatosha mtu kupata dhambi kuzungumza kila ambacho yeye anakisikia. Kila ambalo wewe unalisikia basi wewe unalizungumza katika jamii tayari wewe unapelekea kuweza kupata madhambi mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kila mmoja anatakiwa aipambe nafsi yake kwa tabia iliyo njema, ili tabia hiyo iweze kupelekea wewe kuwa ni mwenye kusifika kwa tabia nzuri katika jamii na Uislamu uweze kusifika kwa tabia nzuri Hakika Mtume sallallahu alaihi wasalam anasema, alqayisu mandana nafsa wa amila lima baada almaut, mtu ambaye ni mwerevu mjanja ni yule ambaye ameipamba nafsi yake kwa matendo yaliyo mazuri na akajiepusha na mambo ambayo ni maovu. Huyo ndio mtu ambaye anasifiwa kwamba huyo ni mtu mwenye tabia njema. Ndugu zangu katika imani, Hakika tabia njema ni tabia ambayo kila mmoja anatakiwa awe ni mwenye kusifiwa nayo. Kila mmoja anatakiwa awe ni mwenye kujipamba kwa tabia hiyo, ili aweze kukaa katika mazingira yaliyo mema, ili aweze kukaa hali ya kuwa ni mwenye kusalimika katika mtaa ambao yeye anakaa. Ukiwa ni mwenye tabia mbaya, kila mmoja atakuwa ni mwenye kukuona kwamba wewe hufai katika jamii na wala hautokuwa ni mwenye kupata msaada katika jamii kwa tabia yako iliyo mbovu katika jamii. Mwenyezi Mungu atujalie kuwa ni wenye tabia nzuri, atujalie kuwa